Na polisi wanachunguza taarifa za mawasiliano za mshukiwa mkuu ili kutanzua kitendawili cha kutoweka kwa mhasibu wa Chuo cha Uuguzi cha Kapenguria, Caroline Mokeira aliyepotea katika njia ya kutatanisha mjini Kitale wiki mbili zilizopita. Maafisa kutoka Kitengo cha Upelelezi wa Jinai wanaendeleza uchunguzi huo wakiwa na matumaini ya kupata mwanga kuhusu kutoweka kwa mwanamke huyo ambaye hajaonekana tena tangu alipoondoka nyumbani na mumewe Collins Shitiabai. na taarifa hiyo ni siku 14 sasa tangu Caroline Mokeira atoweke mjini Kitale. Familia yake na majirani wana huzuni na mashaka makubwa, kwani hawana habari zozote kumuhusu. Tunataka vitu haraka haraka, unajua for the two weeks. Uh, it's a long period. It's a long period kwa mtoto msichana kukaa nje bila kujukurana mahali ya yako na tukitaka kweli kama ni kusaidia, tusaidiwe kabisa kabisa, tujue kama kwa mama yuko, basi tuwe sato tukijua tumempata. Mama huyo wa watoto watatu anadaiwa aliondoka nyumbani akiwa ameandamana na mumewe tarehe 17 Oktoba, lakini usiku huo mumewe alirudi nyumbani peke yake bila kuelezea alikomwacha mkewe. Mume huyo anadai kuwa Caroline alitoweka njiani, kauli ambayo imezidisha maswali mengi. Yeye mwenyewe anajua, maana vile ana make contradicting statements we are not satisfied with them. Leo nimetembea hapa kwa polisi kutaka kujua au father gone, wakanieleza kuna data walikuwa wanataka kutoka Nairobi wamepata, wamepata sasa. Kutoka hapo watafuata hiyo data tayari, wata, wata. Maafisa upelelezi wa makosa ya jinai Kitale wamemhoji mume huyo ambaye amekataa kuzungumza na wanahabari. Japo familia inasema kwamba ina imani polisi watavumbua kisa hiki, wanaitaka idara ya polisi kuharakisha uchunguzi. Collins Shitiabai, Runinga ya by, Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.